Kwenda kwetu. Eh, kwa hiyo hii ndio Simba ya ubaya ubwela inakwenda sasa kuwa na thamani kubwa. Ndio kwanza leo imepanda kuna asilimia 71 ina, yaani asilimia 71 eh. Bado mnajenga timu eh, tunajenga timu. Ndio kwanza leo imeongezeka ina asilimia 71. Eh, hizi goli sita hizi tumepiga, tunaona sasa timu ina improve kwa mchezaji mmoja badala ya mwingine leo. Hata ungeulizwa we, man of the match nani ungechanganyikiwa lakini watu wakasema, ah ukisema yule yule unama ukimbeba kula doto atali ukimbeba nani, wakaona kwa kuwa Kibu haja shinda nyingi, akasema kwa kuwa umeasisti, lakini pamoja na kuasisti mipira mitatu imegonga nguzo ya kwako na goli mbili umepata toka naniu, basi wewe ndo naniu kwa sababu hizi goli mbili zilikuwa za Yanga kwa Kibu Dennis. Niliwahi kukwambieni Kibu Dennis anazifunga timu ngumu. Dodoma ni timu ambayo ni ngumu, umeona Afu alivyokuja ile kupania na kufanya upinzani ndo wale wale vivinyura magwiti au nyuma mwiko, tukawaendea na ile filosofi ambayo tunataka kumfunga nyuma mwiko. Kwa hiyo tukawaplesi vizuri, wakaingia kwenye mfumo tukawatia tatu cha kwanza ni wale wale. Eh, eh kwa sababu mwalimu alishatengeneza ile skwadi ya mbele, ndio maana siku zote tulikuwa tunasema winga Elia Mpanzu, winga Kibu Dennis, hawa watu Israeli mwenda na mwenzake Shadrach Kiboka, watakojoa mkojo shughuli itakuwa kubwa kwa sababu kifua chao hakiwezi kuhimili, watakuja kutoa penati bure na sisi tumewambia, sasa hivi mkifika pale, hata mkikwatuliwa msidondoke, kwa sababu mashabiki, wachambuzi na nani wa nyuma mwiko, na wachambuzi wale waenda kula nyama, wanakuwa naniu, hawataki penati. Kwa hiyo si hatutaki penati, si umeona leo hamna mchezaji aloingia nayo akakatwa akadondoka? Ili mradi iwe penati, tumekwenda kuwafunga hadharani. Sasa sijui leo huyu memsim hataongea nini maana acherewagi kulaumu marefa kusema Simba saizi yake leo. Hmm. Sijui nyie mlivyomuoji kakwambie ni nini sijui, maana walisema mchezo utakapoisha wao ndo watakuwa wenyeji eh? Yeah. Hapa haya sasa ndo unaona, sasa hivi mtu akishakuja hivyo tu unatakiwa upige kama unapiga nyoka. Mtoto wa nyoka upigwa fimbo sawa na mama yake, okay. Eh, hebu, waweke watu sawa. Uh... Simba ikishinda dhidi ya Dodoma goli sita, Simba Dodoma wagumu, lakini Dodoma akifungwa na Yanga goli nne unasema laini tu Dodoma laini. Wameuza wameuza. Kulwa na Doto hao. Wao sasa una wasiwasi gani? Dodoma na hao si unaona akishindaga huyo kocha wao mek sim anasema tumezidiwa kiwango. Lakini akifungwa na Simba kama hivi analaumu. Haiwezekani. Simba tumeonewa na nini? E, kwa hiyo tuna utofauti. Unajua hizi timu chawa wako wengi kuliko waliokuwa na uhalisia. Ndio maana tunasema Simba kila mechi yetu sisi ni ngumu. Umeona e, na msemaji wao alizungumza akasema kwamba kila mechi ina posho yake, umeona, ina bonansi yake. Kwa hiyo hii ilikuwa na bonansi kubwa zaidi kwa sababu yanacheza na Simba, na sie timu inayopewa bonansi ndio tunaitaka zaidi. Lakini maskini kocha Fadru alitengeneza mfumo wake umeshindwa kufanya kazi kule, umekuja kumpiga mtoto mtu, lakini sio mbaya, tutamtengenezea skwadi nyingine, kwa sababu timu yao tunaamini ndio ile ile, haina mabadiliko. Basi tunakwenda kama hawaji, si unafutwa na ule mchezo mmoja. Unadhania watakubali? Utachezaje mchezo mmoja mwingine usicheze? Ukitaka ili muende hivyo, inatakiwa ufutwe ule mmoja, iwe wenyewe wawili amjakutana, alafu ndo mnapambana. Na hiyo sheria ya kucheza mchezo mmoja mwingine usicheze iko wapi? Ligi haiwezi wow, wow, kukamilika hivyo. Hawaje yeah. Eh. Basi tutaenda kuchukua pointi tatu. Oh, mm. Wamekuja wapi? Shirikisho la mpira ndo limetoa pointi tatu, lime nani, limeahirisha mechi au hawakuona? Kwani si Simba tulisema hatuje? Yes, eh? Ah. Bwana we kwani sie tulivyoenda ile jana yake kabla ya mechi wao walifanyaje? Si wali tulivyoenda tu, kufanya mazoezi wao ulifanyaje? si walizuia na wote kabisa, hadi wasemaji wao wanasema sie tumeenda na mbuzi sijui tumeenda na wazee sijui na nani asijui wao, lakini sie twende na mbuzi twende na wazee twende sijui na vikongwe, hata twende na ashua zao mbuzi, lakini haturuhusiwi, haturuhusiwi kunyimwa kufanya mazoezi kwa muda wetu. Kwa hiyo ule muda wetu tuwe tunafanya tunavyotaka. Baada ya muda sisi tutaondoka, endeleeni. Sasa wale mabangu sasa pale uwanjani walienda kufanya nini? Ile wote unasemaje sheria? Yeah, kwa mkizuiwa kufanya mazoezi, sheria inasemaje? Ha, sasa kwa kuwa tumezuiwa kufanya mazoezi ni wametutoa wa mchezoni, sawa sawa. Sisi tukasema sasa tuandike, hatutakuwa sehemu ya mchezo, sawa sawa. Kutokuwa sehemu ya mchezo, lazima uweke akilini vitu viwili. Je, hawaji tumesema hatutakuwa sehemu ya mchezo. Ina maana Simba ilitaka iingie pale kama ninavyoingia mzalamu, mm. Unamwona Mohamed Hoseni yule yuko anaingia kule, e, ana kule na kiatu chake yule anaingia kule na wao tunawatoa mchezoni. Sasa wewe utajuaje kama vile lakini? Wale baada ya kuchunguza wamekaa, wameangalia, wameahirisha mechi wao. Sasa sie tunakosa gani hapo? Mwenye akili timamu akiona wale wameahirisha mpira na mwenye mpira wao kashasema, mwenye mpira wake kashasema wale. Skaria alivyoshuka tu mmemsikia, kasema kuna watu wanataka kuharibu jitihada za mpira ambayo unaenda juu, wanataka usiende juu, hilo hatokubali. Alimaanisha nani? Eh, kuna baahi wapo.